Ikiwa imesalia takriban miaka miwili hivi kabla ya Wakenya kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imezindua rasmi zoezi endelevu la usajili wa wapiga kura kote nchini. Kulingana na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, zoezi hili linalenga kusajili wapiga kura wapya milioni 6.3. Mmoja baada ya mwingine wamefika katika ofisi za tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC tawi la Kilifi kaskazini, kujisajili kwa mara ya kwanza kama wapiga kura, huku kizazi cha Gen Z wakiwa na ujumbe mmoja, kupigania mageuzi katika uongozi wa nchi. Kwa kuwa leo ni siku ya kwanza, pia nimeona ni vizuri nijeleo leo eh, ili niweze kuchukua kura, na zoezi la, la usajili linaendelea li, li, vizuri. Nimehudumiwa vizuri bila matatizo. Yote sisi kama vijana e, tungependa kujihusisha katika uongozi wa taifa letu. Tumeona ya kwamba vijana hapo nyuma tumeweza kuachwa nyuma e, kwa sababu ya kuonekana pengine sisi mambo ya siasa huwa hatushughuliki. Nachukua kura sababu ni akianga kupiga kura, sasa niko redi 2027 ije chagua kiongozi bora mm. Kulingana na vijana mjini Kilifi katika kaunti ya Kilifi, baadhi ya viongozi walio madarakani kwa sasa wameonekana kutojali maslahi ya mpiga kura kwa kutotekeleza ahadi walizotoa wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu uliopita. most of us tunajua kuwa uongozi wa hii hi nchi yetu imekuwa haijakuwa mzuri sana vile, so hata kuanzia huko juu from the president hata to the lowest levels. Uongozi haujakuwa vizuri sana. There's a lot of corruption, the leadership in all sectors of the of the country, health, education, mambo hayendi fit. So tukichukua kura I think we can change that as a generation and plus the other generations. Pia Kilifi tunahitaji change, tunahitaji viongozi wenye wataleta maendeleo pia. Ndio maana pia nimefanya maamuzi ya kuja kukata kadi ya kura at least tupate viongozi wengine wapya pia. Mi naona vijana tunafaa tujitokeze kwa wingi kwa sababu kama tuliandamana kwa sababu ya vitu ambavyo walikuwa havitufurahishi. Naona tujitokeze kwa wingi, kwa sababu kila mtu ana, ana opinion zake, kila mtu ana kiongozi ambaye yamtarajia yeye, so naona bora tujitokeze kwa wingi, mtu achague yule ambaye yu amhitaji yu wa yeye yaona anafaa kwa upande wake. Abdul Mohamed Isa, naibu msajili katika tume ya IEBC ya eneo bunge la Kilifi Kaskazini anasema wanasajili watu ambao hawajasajiliwa kabisa pamoja na wale wanaotaka kubadili vituo vya kupigia kura. hii shughuli ya continuous voter registration tutakuwa tunaandikisha watu upya, wale ambao hawajakata kabisa, wale ambao wanataka kubadilisha vituo vyao vya kupiga kura tunamhamisha, ama kama ni mtu anataka kuhama eneo lake la bunge, pengine mtu anataka kutoka Lamu anataka kuja Kilifi, pia tunamhamisha tuna, muham, tuna, tuna hakiki zile kasoro pengine ndogo pengine ilitokea wakati tun, kizungu tunaita clerical errors errors. Pengine mtu aliandikwa jina makosa spelling, ama ID namba yake imeandikwa makosa wakati ule, so nataka kurekebishiwa waandikiwe vizuri. Pia tuna tunafanya hivyo pia kwa wale wakazi ambao si wa Kilifi North, ni wakazi wa sehemu mbalimbali. Kwa mfano, ni mtu tu anafanya kazi hapa Kilifi, ama ni mwanafunzi ako pale Pwani University lakini kwao pengine ni Nairobi na anataka kukata kura yake apigie kwao nyumbani Nairobi, pengine Embakasi. Tuko na mashini special ambayo tunaita open kit, Kiswahili tutasema mashini iliyo wazi. Hii mashini iliyo wazi inasajili kila mtu ambaye anataka kupiga kura maeneo mengine ambayo si hapa Kilifi. Isa anasema IEBC nafuata utaratibu wa kitaalam katika zoezi hilo ikizingatia kanuni za taifa, sawa na kutoa maelekezo kwa wenye changamoto za usajili sawa na wanaoishi na ulemavu. kwa mtu huweza kusajiliwa kama mpiga kura ni awe amefikisha umri wa miaka kumi na nane na ako na kitambulisho original na sio fotokopi. Kwa wale ambao pengine vitambulisho viko mbali ama ni wako na passport, pia tuna tumia mtu kumsajili na pasipoti yake. Wale ambao ni walemavu ama pengine mtu ana shida ya kusoma na kuandika, tunamuuliza mtu, je, wewe unajua kusoma na kuandika? Mtu akisema hajui kusoma na kuandika, tunamuuliza pia, wakati wa kupiga kura utahitaji kusaidiwa kupiga kura? Akisema ndio, tunamsajili katika fomu kwamba huyu si kwa kupiga kura atataka kusaidia kupiga kura. Zoezi hili la usajili wa wapiga kura limezinduliwa rasmi katika kaunti ya Kajiado, huku mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC Erastus Ethekon akisema tume hiyo inajitahidi ili kufikia malengo ya usajili na kuhimiza Wakenya kujitokeza kwa wingi kujisajili kama wapiga kura. Tulipoteza muda, lakini kwa sasa hivi tunafanya kazi kwa mwendo wa kazi sana, ili tufanye kufikia malengo yetu ya shughuli ya ya, ya kura ya 2027. Kwa hivyo tumefanya kwa kimombo wanasema tumehit the ground running. Kwa hivyo huu shughuli inaanza leo na itaendelea katika sehemu za uchaguzi, yani constituencies ishirini na tisa kokote nchini. Kisha baada ya by election, tutafanya kuzindua ile mass voter registration ile ambayo itaenda mpaka kwenye wards na kwenye vitongoji, ndio ili aswa, ndio tupate wasajili eh, wale waandikishaji wenye watasajiliwa kupiga kura wengi, kwa sababu tuna, tunafanya target ya milioni kama 28.5. Na nikiripotia Coco FM kutoka mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi, mimi ni Joseph Jira. Coco FM ladha ya pwani.